Naam. Mambo vipi mtazamaji wa Trend TV? Bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa na hii leo inahusiana na moja kati ya wadau wa mziki wa Bongo Flava. Huyu hapa anafahamika kwa jina la Haja The Incredible. Amezungumzia issue ambayo Harmonize jinsi alivyo respond kuhusiana na content ambazo Ibra amekuwa akiposti au vitu ambavyo Ibra me, amefunguka kuviweka bayana kuhusiana na kitu ambacho kinachoendelea kati yake yeye na Konde Boy. Umeona bwana kwa sababu nafahamu kwamba Ibra amekuwa anataka kujitoa katika record label hiyo na anadaiwa milioni na hiyo record label ili aweze kutoka, lakini Ibra amechangisha na mambo mengine kibao. So, kwa, kwa, kwa, Harmonize amekuja akasema kwamba Ibra yuko na roho mbaya, jambo ambalo Ibra limemkwaza mpaka akaanza kutoboa siri kwamba kuna siku Harmonize, kuna siku Ibra aliishiwa kodi ya nyumba, akaenda kwa Konde kwa ajili ya kwenda kuomba mba hela ya kwenda kulipia kodi, alafu sasa, kilichokuja kutokea ni kwamba Konde alimuita Harmonize... sorry, Konde alimuita Ibra chumbani jambo ambalo Harmonize huku eh, akaja akalijibu akali kusema kwamba you have to see a doctor brother Ibra ukaona ujitangazie ushoga, you have to see a doctor mdogo wangu, so sorry. Umeona, anamaanisha kwamba ni Ibra anatakiwa aende akamuone daktari kwani amejitangazia ushoga. Umeona bwana. So, hiki ni kitu ambacho huyu haja the credible, ambaye ni mdau wa entertainment industry hapa Tanzania ni kwamba amekuja kuelezea kwamba hii kwa namna moja au nyingine, wana sheria hebu waifafanue vizuri, imekuwaje alichokisema au alicholalamika, imekuwaje monaiz amekita, amekitafsiri na kukiweka mtandaoni huku kwamba Ibra amejitangazia ushoga. Huyu credible ameandika kwamba wataalamu wa sheria hii siofu. Kaendelea kusema kwamba kwa nini ushoga kuna sehemu gani Ibra ametangaza kuwa yeye ni shoga? E, msanii analalamika kuwa ameitwa chumbani alipokuwa anahitaji pango la nyumba. Hii inatafsiriwa inatafsiriwa, hii inatafsiri ya ushoga kisheria? Je, kuna sehemu amesema kwamba alitoa mzigo, au yeye ametafsiri hivyo? Umeona, alafu hapa chini haja akasema kwamba e, bwana, ninaona ninaona hela hapa. Harmonize amejichanganya, atajikuta atajikuta hela ya kulipa bilioni moja anatoa yeye. Sio mtaalamu wa sheria ila anafahamu machache kuhusiana na defamation. Ni kitu noma sana. Yani, ogopa. Mwambieni Ibra acheki na wanasheria, hawezi jua. Umeona eh? So hicho ndo kitu ambacho huyu eh, haja the incredible amemshauri eh, Ibra, bora kwa hiki kitu ambacho Harmonize amekizungumza na kumtaja waziwazi kwamba Ibra amejitangazia ushoga ni defamation of character, ambayo ni kesi, kumtangazia mtu hivyo Uh, mitandaoni basi, moja kwa moja inaweza ikasababisha ile bilioni ambayo, bilioni ambayo Ibra ameambiwa alipe na, na Harmonize au management imeamua, imedai kwamba Ibra anatakiwa alipe anaweza, uh, akaipata hapa, hapa kwenye hii issue ya kidai akifungua kesi kwamba ame, amefanyiwa defamation of character, yani amechafuliwa mtandaoni kwamba Harmonize amemwita Ibra kwamba